Je, yeah, umewahi kuamka usiku mnene ukahisi kimya cha ajabu, yani kama vile kuna kitu kinapita karibu na wewe, lakini huwezi kukiona. Watu wengi huwa wanadhani ni ndoto au mawazo, lakini ukweli ni kwamba usiku mnene ni muda ambao universe hufungua milango ya siri kubwa ambazo watu wachache sana huwa wanazijua. Sasa leo nataka nikupeleke safari ya ajabu safari ya kufahamu mambo ya kushangaza ambayo huwa yanatokea usiku mnene, mambo yanayohusisha nguvu za universe, nafsi yako na hatima yako ya maisha. Sasa basi, kaa tayari, weka mwili wako sawa. Universe inataka kuzungumza na wewe leo hii kwa namna ya kipekee sana. Somo hili linaweza kukubadilishia kabisa mtazamo wako wa jinsi unavyouchukulia usiku Usiku sio kitu cha kuchukulia poa. Wataalamu wa kiroho na hata wanasayansi huwa wanakubaliana kwenye jambo hili hapa pamoja kwamba kati ya saa saba mpaka saa tisa usiku, dunia yote huwa inaingia kwenye mawimbi ya chini ya vibration. Huu ni muda ambapo kila kitu kinakuwa kimya, hakuna kelele za magari, hakuna harakati nyingi, na mawimbi ya dunia huwa yanashuka chini. Huu ndio muda ambao mlango wa siri wa universe au ukuta wa siri huwa unafunguka. Tunaita energy portal. Huu ni mlango unaokuunganisha na nguvu za juu za kiroho, yaani ni mlango unaotoa connection kati ya miili yetu hii ya nyama na kutufungulia kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo wakati wa usiku huwa mlango wa kiroho unafunguka connection yake inakuwa weak. Ndio maana watu wa zamani na watu ambao wapo vizuri katika mambo ya kiroho huwa wanachagua usiku wa manane au usiku mnene kuomba, kutafakari au kufanya ibada, kwa sababu sauti zao huwa zinasikika haraka zaidi na universe. Niliwahi kufundisha siri iliyopo katika kuamka saa tisa usiku. Katika nyakati za mchana au jua linapochomoza, huwa kuna ukuta mkubwa wa kiroho unakuwa umejifunga na unakuwa very, very strong, lakini inapofika usiku, huu ukuta wa kiroho unajifungua na unakuwa dhaifu. Na ndio maana basi hata ndoto utakazoota usiku wa saa tisa usiku huwa ni ndoto za ishara au mara nyingi inakuwa ni ndoto zinazohusiana na mapigano ya kiroho, yaani roho yako inakuwa ipo katika mapambano halisi. Sa ukiamka huu usiku ukafanya maombi, ukatafakari au ukafanya meditation my dear. Kama ni maombi yanakuwa ni maombi yenye nguvu sana kwa sababu ukuta wa kiroho unakuwa upo wazi na connection ya kiroho inakuwa ni rahisi sana kufanyika lakini huwa kuna kitu kingine kikubwa kinachotokea katika akili yako ndogo au tunasema subconscious mind. Huwa ipo hivi: wakati wa usiku mnene, mwili unakuwa umelala, subconscious ndiyo inakuwa na nguvu zaidi kuliko conscious mind, sio tunaelewana? Sasa hapa ndipo unapopata ndoto zenye maana kubwa, ishara na hata mafunuo na ndio maana huwa ninawaambia ndoto utakazoota kuanzia mida ya saa tisa usiku kamwe usizipuuze. Mara nyingi huwa ni roho yako ipo katika mapambano halisi, wakati conscious mind yako inakuwa imelala. Sasa hebu naomba nikuulize, ni ndoto ngapi zimekuonyesha jambo kabla halijatokea? Ni mara ngapi umekuja kujua majibu ya maisha yako kwa kupitia ndoto? Sasa tambua kwamba hizi ndoto haziji tu kwa bahati nasibu, haziji kwa ajali. Ni subconscious yako iliunganishwa moja kwa moja na universe, na inakuletea ujumbe ambao ungekuwa macho usingeweza kuupata. Ili subconscious yako iweze kufanya kazi, ni lazima ulale, na tunapolala roho zetu huwa zinaamka, zinakuwa active zinaingia katika mapambano, zinatangatanga huku na kule. Kwa hiyo usije ukapuuza ndoto unayoota kuanzia mida ya saa tisa usiku hata siku moja. Inawezekana ni ujumbe wa maisha yako, au kuna kitu kinakuja katika maisha yako, sasa unatakiwa kukifanyia kazi. Sasa hapa huwa kuna matatizo mengi sana binadamu anakumbana nayo. Kuna baadhi ya watu huwa hawakumbuki ndoto walizoota. Yaani hata akaya atafakari vipi hawezi kukumbuka ndoto alizoota. My dear, naomba nikuambie kitu kimoja, ukiona ukumbuki ndoto unazoota tambua, hiyo ni ishara ya hatari, ni ishara ya kwamba nyota yako aidha ni dhaifu au imefifia kabisa, yaani haina nguvu kabisa. Kwa hiyo unakuwa huna mawasiliano kabisa na ulimwengu wa kiroho, kwa hiyo hutojua hatari yoyote ile inayokuja katika upande wa kiroho na pia kuna baadhi ya ishara ambazo utakuwa unaletewa na universe wewe hautuzipata kwa kupitia ndoto na pia hata wale ambao huwa wanasumbuliwa na wachawi huwa ni rahisi sana kudhurika usiku kama nyota yako ni dhaifu. Kama nyota yako ina nguvu, inang'ara vizuri, hakuna mchawi ambaye anaweza kukuchezea hovyo na roho yako inakuwa active na inakuwa na nguvu sana. Ukitaka kujua kama nyota yako ipo vizuri au haipo vizuri, ikifika saa tisa usiku ni lazima uamke, yaani, no matter what, haijalishi umeamshwa na ndoto, umeamshwa na joto kali au baridi kali, yaani unajikuta tu unaamka bila sababu ya msingi. Ukiona hivyo tambua kwamba roho yako ipo active, inakutaka ufanye connection na universe ili uweze kuingia kwenye mapambano ya kiroho. Tambua kwamba muda huo mlango wa kiroho unakuwa umefunguka. Kwa hiyo tafakari yoyote ile utakaoipata, unaweza kuletewa maono ya wazi kabisa au ukifanya meditation kwa usiku huo unaweza kujikuta unaingia kwenye ulimwengu wa kiroho na ukafunuliwa mambo mengi sana. Na pia hata wale wanaoamka muda huu wa saa tisa usiku kufanya maombi au dua mbalimbali, basi maombi yao yanakuwa na nguvu kubwa sana, na majibu yanakuwa ni majibu ya yenye nguvu, kwa sababu maombi yao yanakuwa hayana kizuizi au kipingamizi katika lile lango kuu la kiroho. Maombi yanapitiliza kwa sababu ule ukuta unakuwa tayari upo dhaifu lakini watu wengi huwa wanadhani kwamba kufanya maombi usiku wa manane ni kwa sababu kunakuwa kumetulia au kunakuwa na utulivu. Wanaijua sababu hiyo tu, lakini hii siri ya kwamba ukuta wa kiroho unakuwa upo dhaifu hawaijui. Kwa hiyo nikushauri tu, huu usiku wa saa tisa sio wa kuupuuza hata siku moja. Na pia huu usiku mnene pia ni muda wa nguvu za siri kufanya kazi. Hivi unazijua nguvu za siri? Wacha nikufunulie. Huwa kuna roho nzuri, malaika na nguvu za mwanga zinazopita kutuongoza. Lakini pia usiku wa saa tisa huwa kuna nguvu za giza ambazo huwa zinapenda kutumia muda huu kwa sababu ni rahisi kuficha vibration zao ndani ya ukimya. Kwa hiyo unaweza kuona huu siku wa saa tisa usiku, ukiwa makini na ukautumia vizuri unaweza kujipatia faida nyingi sana za kiroho, lakini ukiwa mzembe au ukaonyesha udhaifu vile vile unaweza kukuletea madhara makubwa sana. Watu wengi huwa wanavamiwa na roho wachafu kwa huu siku wa manane, na wagonjwa wengi huwa wanazidiwa usiku wa manane, na pia vifo vingi huwa vinatokea usiku wa manane. Jiulize sana hapo ni kwa nini? Ukitafakari utapata majibu kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida huwa kinaendelea usiku wa manane. Ndio maana mara nyingi watu huwa wanakumbwa na hisia kama vile kuna kitu kipo karibu nao, au kuna kitu kinawaangalia Hivyo, ulishawahi kushtuka usiku wa manane ukahisi kama kama kuna mtu yupo anakuangalia, au kuna mtu alikuwa amekusimamia hapo kitandani? Ulishawahi kupatwa na hiyo hisia? Na pia wapo watu ambao huwa wanasisimka miili au hata wanaona kivuli, yaani anatembea usiku afu anapata msisimko wa ajabu sana, au unaamka unakwenda chooni usiku wa manane unajikuta vinyweleo vyote vinasimama, nywele zinasimka. Sasa wengi huwa wanadhani labda ni uoga tu wa kitu fulani, lakini nikwambie ukweli ni kwamba nafsi yako huwa inatambua uwepo wa ulimwengu usioonekana. Na naomba nikufichulie siri hii hapa, ukiwa umelala ndani kwako usiku wa manane ukashtuka, ukajikuta unapata woga sana, au ukajikuta unapata hisia kama kuna kitu kilikuwepo ndani ya chumba chako, usipuuze, ziamini hisia zako, amini intuition yako. Mara nyingi watu huwa tunapuuzia hisia zetu na kuona labda ni uoga. Mara nyingi huwa ni kweli, kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida inakuwa imekuzunguka. Kwa hiyo kama ni maombi, fanya kwa imani yako unayoiamini utaiondosha hiyo nguvu pia. Katika wakati wa usiku wa manane, mwili wako huwa unafanya kazi ya ajabu. Seli zako zinajirekebisha, mfumo wa kinga unajijenga upya, na pia mwili wako unajivuta karibu na nguvu za asili za universe kwa ajili ya uponyaji. Kwa hiyo, mara nyingi pia uponyaji wa kimwili huwa unatokea usiku wa manane na ndio maana mtu ambaye halali au hapati usingizi wa kutosha ni lazima apate matatizo makubwa sana ya kiafya. Na naomba tu nikwambie usingizi wa mchana na usingizi wa usiku ni tofauti, yani huwezi ukareplace usingizi wa usiku kwa kulala mchana. Usingizi wa usiku huo una vitu vyake vya tofauti. Ukitaka kugundua hilo, wewe chunguza katika hivi vipindi vikuu viwili vya kiulimwengu, mwezi kuandama na pia full moon, au mwezi kukamilika, huwa tunapata usingizi wa aina tofauti katika hivi vipindi viwili vya kiulimwengu. Wakati mwezi unaandama, nafsi yako inapokea nguvu ya kuanza upya na kuweka nia mpya. Hata usingizi wako unakuwa ni wa tofauti, mood ya usingizi wako inakuwa ni ya tofauti. Ukiamka asubuhi, unakuwa na energy mpya ya kutaka kuanzisha vitu upya ikuta unapata mood ya kutaka kubadilisha kitanda au kufanya usafi. Lakini full moon inapoingia na inapoangaza usiku, kisha ukalala, hisia zako na nguvu za kiroho huwa zinaongezeka maradufu. Tunajikuta tunajazwa hisia ndani ya miili yetu, tunatamani kuachilia vitu ambavyo havitufai katika maisha yetu. Yaani unajikuta kama unapata mwelemeo fulani unaelemewa na vitu ndani ya mwili wako. Ndio maana katika kipindi cha full moon huwa tunashauriwa kuachilia ili kuupa mwili nafasi au kuupa mwili kupumua na kuanza upya. Na pia wakati wa usiku hata nyota huwa zinatuma frequency zake ambazo subconscious yako inazipokea kimya kimya na kuzifanyia kazi, kwa hiyo usiku wa manane ni usiku wa kipekee na usingizi wake huwa una mambo ya ajabu yanayotokea. Miili yetu ni kama inazaliwa upya pale tunapolala mpaka kukucha. Na pia usiku mnene ndio muda wa ndoto za kiroho, achana na zile ndoto unazoota mchana au asubuhi. Ndoto za usiku huwa zinakufunulia ukweli, zinakupa maono au zinakuonya. Kuna mwanasayansi mmoja mkubwa anajulikana kama Nikola Tesla. Yeye alisema alipata uvumbuzi mkubwa baada ya kuamka usiku mnene, akahisi maono yameingia katika akili yake. Kwa hiyo unaweza kuona usiku wa manane una nguvu ya kipekee. Lakini pia sio ndoto tu, usiku mnene pia huwa ndio muda bora kabisa wa kutengeneza reality yako kwa kupitia manifestation, au tunaweza kusema usiku mnene ni muda mzuri sana wa kuweza kukitoa kitu katika hali ya kiroho na kukileta katika uhalisia. Ukiamka usiku saa tisa ukakaa kimya huku umefumba macho yako, ukawa unanuia nia yako, ukaomba na kuwa fimu, yani ukatamka maneno yenye nguvu kwa sauti, universe huwa inakusikia haraka zaidi kuliko wakati mwingine wowote, licha ya kwamba ukuta wa kiroho unakuwa umefunguka pia. Vibration zako zinakuwa zipo juu, zipo safi, na universe inazipokea moja kwa moja. Yaani ni sawa na ujumbe ambao unatumwa, unafika kwa mlengwa moja kwa moja bila kizuizi chochote. Ukitaka kuamini hilo, anza leo hii, jitengenezee utaratibu wa kuamka kila siku usiku saa tisa. Fanya maombi au fanya manifestation yako, tamka maneno yako yenye nguvu usiku wa manane. Utaona jinsi ambavyo unapata majibu yenye nguvu na majibu ya haraka. Lakini nikusihi, epuka kutamka maneno ya udhaifu wakati wa usiku wa manane, kwa sababu nguvu zote zinakuwa ziko wazi, nguvu nzuri na nguvu mbaya. Kwa hiyo, chunga sana namna unavyotamka maneno yako muda huu wa usiku. Sio vizuri kukiri au kutamka maneno yenye udhaifu. Usipendelee kusema mimi ni maskini, mimi siwezi, nimeshindwa kitu fulani. Hapana, hayo maombi yataleta negative effect katika maisha yako. Tamka maneno yenye nguvu haijalishi unapitia magumu kiasi gani. Wakati huu ni wakati ambapo milango ya kiroho ipo wazi, roho za kila aina zinazunguka, zinatangatanga kwa hiyo Jitahidi uwe strong, tamka maneno yenye nguvu ambayo yatakinzana na nguvu mbaya. Utapata matokeo mazuri na utakuja kuleta ushuhuda wako hapa hapa. Kwa hiyo kumbuka hili, usiku mnene sio tu muda wa kulala, ni muda wa muujiza, muda wa siri na pia ni muda wa kuunganishwa na hatima yako ya maisha. Kila unapolala pendelea kujiuliza, je, unataka nini universe ikuoneshe usiku huu? Unataka kufunuliwa siri gani? Na pia mara nyingine, badala ya kulala tu, jaribu kuamka, kaa kimya na tafakari. Sio lazima kila unapoamka wewe ni kufanya maombi tu au kupaza sauti yako na kutaja mahitaji yako. Hapana, kaa tulia, sikilize universe inataka kukuambia nini. Kuna muda universe inataka kukupa maono na sio wewe uiombe kitu. Ukizingatia yote hayo, utashangaa jinsi universe itakavyofanya kazi katika maisha yako kwa njia ambazo wewe mwenyewe hujawahi kufikiria. Hii ndio siri ya usiku mnene. Sasa basi, nataka nikuulize wewe binafsi, unayetazama video hii, je, umewahi kuamka usiku mnene ukahisi uwepo wa ajabu, au ndoto ya kipekee au nguvu ambazo huwezi kueleza? Je, uliamini hizo ndoto? Na ulichukua hatua gani? Kumbuka kwamba chochote kinachotokea katika ulimwengu huu ni energy. Kwa hiyo hata ndoto unazoziota usiku huwa ni energy fulani, kuna kitu fulani unaambiwa na universe kwa kupitia ndoto. Kumbuka, hii ni universe inaongea na wewe, na huu ndio ujumbe wako wa leo. Kwa hiyo usipuuze hata kitu kimoja kilichoongelewa katika video hii. Huwezi jua mafanikio yako yatakuja kwa namna gani? Kumbuka kwamba unao uwezo wa kubadilisha maisha yako muda wowote, kuanzia sasa. Ukiamini itakuwa hivyo, na utafanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema kwa jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Hakika wewe si mtu wa kawaida, wewe ni mshindi, wewe ni mtu mkubwa sana hapa duniani. Tafadhali sana share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, ni kuombe tu, hakikisha una subscribe ili usipitwe na video nyingine zinazofuata. Asante sana.